Haya sio tu kufundishana na kukumbushana haki zetu na wajibu wetu kama watoto, lakini pia nisikokumbuka majonzi ambayo wenzetu waliyapitia, maafa ambayo yaliwafika watoto wenzetu mwaka elfu moja mia tisa sabini na ngapi, sabini na sita kule Afrika ya Kusini. Na tunaposema hivyo si kwamba ile siku ilikuwa ni siku njema kua tunaiadhimisha tunaiadhimisha hivi kukemea kuchukia na ikiwezekana na kufanya na maombi, isije ikajitokeza tena mateso, manyanyaso, mauaji na yote yasiyofaa kwa watoto wetu. Tuko sawa eh? na ndio maana kila ifikapo tarehe kumi na sita mwezi wa sita ya kila mwaka duniani, na kwa sasa kwa Afrika tunapozungumzia sasa, ni kwa Hanang', wilaya yetu ya nini ya Hanang' sisi tunaadhimisha ili kukemea, lakini kukumbushana kwamba watoto hawa wana haki ya kufanya nini ya kulindwa, lakini watoto hawa wana haki ya kielimu, kila mmoja na mira ya ndoto yake hapo walipo, si ndivyo? Lakini naomba watoto wangu niwakumbushe kwenye kujituma, kuweza kusifikia hizo ndoto ambazo tunazungumzia hapa. Uwezi kukaa tu idol, haujiandai kwa masomo haufanyi shughuli zozote kwa bidii, hauna nidhamu alafu ukiamini siku moja utakuja uwe katika utawala wa wilaya au mkurugenzi au kwa wilaya, haitawezekana. Leo lazima tuwekane wazi, lazima ujitume kwa bidii, ili hiyo ndoto yako ya kuja kuwa afisa ustawi, afisa maendeleo, mwalimu, polisi, nafasi yoyote ili, lazima ufanye kazi kwa nini, kwa bidii, lazima ujitume lakini pia eh, lazima tuwe na heshima. Lazima tuwe na nini? Niliuliza hapa wapo vijana ambao wanasoma elimu ya sekondari, mniambia tupo, sindivyo? Siku zote ninapoongea na, wana, na wanafunzi mahali tofauti, tofauti. Iwe mashuleni au kwenye makongamano kama haya, kuna lugha huwa naitumia discipline is a mother of any business. This is the of any business. Kwa hiyo lazima tuwe na nidhamu kwa wazazi, lazima tuwe na nidhamu kwa jamii inayotuzunguka, lazima tuwe na nidhamu kwa walezi, lazima tuwe na nidhamu kwa sisi sisi, miongoni mwetu, aa, sisi wenyewe kwenye mapundilika yetu, lazima tuheshimiane, lazima eh, tuvumiliane ili tuweze kufikia ndugu zetu pamoja, wanangu, tupo sawa eh? Eh, yeah! hey, inawezekana wengine wanapotoka kidogo mm, lakini niwakumbushe tu kwamba nidhamu ni msingi wa kila kitu discipline is a mother of any business, lakini lazima eh, tujipe moyo wa kutokata tamaa lazima tuwe na tabia ya kutokata tamaa. Don't give up. Don't give up. Usikate tamaa ili uweze kufikia ndoto zako, ili uweze kufanikisha yale ambayo unayotea leo katika umri huo, basi lazima usikate tamaa. Changamoto ni nyingi, mambo ni mengi, lakini lazima tupambane nazo inawezekana hizo changamoto zenyewe zikabadilika zikawa fursa ya kuweza kufikia ndoto yako. Kwa hiyo niwasihi wanafunzi wangu, niwasihi watoto wangu, lazima tuwe na moyo wa kufanya kazi kwa bidii, lazima tuwe na moyo wa kutokata tamaa, lakini lazima tuwe na nidhamu. Elimu ni ufunguo wa maisha yako. Utakuja kuwa mtu mzima, utakuja kuwa bibi, utakuja kuwa baba. Sasa maisha yako unayopeleka lazima usome kwa bidii, ili uweze kuwa na maisha yenye kupendeza. Mau, baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana na niwapongeze sana kwa siku yenu ya leo, na sisi tuahidi tu ushirikiano, mshikamano, upendo na utayari wa kuendelea kuwahudumia ninyi kama watoto. Sisi mashirika yasiyo ya kiserikali tunafanya kazi pamoja uh, Makanisa tupo hapa kwa niaba ya makanisa ambayo anashirikiana na shirika la Compassion International Tanzania, pia kuna shirika la Chess pamoja na CCT, muunganiko wa makanisa ya Kikristo kwa ajili ya kuwahudumia watoto hao. Shirika letu la Compassion International Tanzania pamoja na makanisa tunawahudumia watoto ambao waka, wapo katika familia za kimaskini, na kwa Tanzania yetu tunahudumia watoto zaidi ya laki moja na ishirini. Pia kwa wilaya yetu ya Hanang' tunahudumia watoto zaidi ya elfu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Tupo makanisa tisa kwa wilaya ya Hanang'. Ndugu mgeni rasmi, watoto hawa tunahudumia katika maeneo makuu manne ambapo eneo la kwanza ni eneo la kiroho, au watoto tunawahudumia kwa kuwafundisha neno la Mungu ili waweze kumjua Mungu. Pia eneo lingine tunawahudumia, eneo la kimwili, tunawapa haki yao ya msingi ya chakula, pia kuwapatia matibabu pale ambapo wanapopata changamoto za kiafya. Pia tunahudumia eneo la kiakili ambapo tunawasaidia wawe na utambuzi wa vitu mbalimbali kwa kuwasaidia katika maeneo ya kielimu. Pia watoto wetu tunawahudumia katika mambo ya kijamii, kuwawezesha kujua mambo yanayozunguka katika jamii yetu ya Kiafrika. Kwa bachesi tunawasaidia watoto wa kike tu. Tumechagua eneo hilo kwa sababu maalum kwa jinsi ambavyo tulianza shirika sha mgeni rasmi, tunakushukuru sana, umekuwa pamoja na sisi na kuona thamani ya watoto ambao wako katika nchi yetu, hasa wilaya yetu ya Hanang'. Hawa ni baadhi tu ya watoto, lakini tunao watoto wengi ambao wako katika maeneo tofauti ndani ya wilaya yetu. Tunakushukuru sana, tunakushukuru Mheshimiwa mkurugenzi kwa zawadi nzuri ambayo leo umewapa watoto hawa. Nasemaje?